Ndugu mpendwa, na kukaribisha kwenye channel yangu. Usisahau kwanza kujiabone, kabla tuanze jiandikishe kwa kidogo, bonyeza subscribe pale, kisha kwa kule chini andika kwenye comment kidogo, ambao mashauri ambayo utakao nipa kidogo kuhusu na video ambayo utaiona kwa sasa. Tena usikose usikose kuandika, au ukipenda hii maneno ambayo utakao sema hapa, ni kutumia hayo kwenye comment, au ni kutumia hayo kwenye message, hata normali vile naweza nikakutumia ila tu nakuomba kitu kimoja, kwa maana usisahaulike kuja bone abonto ajunge na mie na kuamini zaidi. Kujiunga kwako ni kunipashia nguvu na uwezo na mamlaka ambayo itaendelea kukutumikia kila siku kukutafutia maneno ya mzuri zaidi. Mpenzi wangu mpendwa, usiku huu nakutakia usingizi mtamu wa amani, wa furaha zisizoisha ndoto nzuri zisizoisha. Kila nikikumbuka tabasamu lako ambalo linafanya moyo wangu kupiga kwa mbio kila siku, wewe ni taa ambayo unaniangazia gizani, na nguvu yako inanifanya niwe bora zaidi ya kila siku. Lala salama mpenzi wangu, ila ujue kila nafasi unayochukua katika maisha ni nafasi kubwa, mimi niko hapa kuunga mkono daima na daima, milele na milele.